Huku polisi wakiendelea na uchunguzi kuhusiana na kisa cha msichana wa miaka kumi na mitano inayedaiwa alichapwa na mwalimu na hatimaye kufariki huko Gongoni, Vipingo, kaunti ya Kilifi. Seneta wa Kilifi Stewart Madzayo ameitembelea familia ya msichana huyo kuifariji. Namwambia huyu ndugu yangu ambaye alifelewa na mtoto wake, pole sana. Kama mimi mtoto wa Kimijikenda nimekuja kupeana pole zangu. Kuna maisha ya mtoto, uh, hususan mtoto wa kike ambaye uh, maisha yake yamekatiliwa kwa hali ambayo ya sintofahamu, na ni hali ambayo pia haijajulikana pengine, uh, mpaka baada pengine postmortem ndio ijulikane hususan uh, ni kitu gani uh, kilifanyika. Alisema atahakikisha sheria inazingatiwa kikamilifu hadi ukweli ujulikane na mimi pia vilevile vile niliweza kusisitiza juzi ndani ya bunge e, niliweza kuweka statement ya kutaka kujua ni kitu gani kilifanywa mpaka huyu mtoto wa kike akaweza kufariki. Na ni uchunguzi, ni lazima ufanywe uchunguzi wa kina, ili tuweze kujua ni nini hususan kiliweza kuchukua maisha ya mtoto mdogo wa miaka 15 ambaye alikuwa si mgonjwa, ambaye alikuwa hali yake pia ya afya si mbaya kwa hiyo mimi nasema ya kwamba uh, uh, uchunguzi ufanywe na polisi bila mapendeleo uh, hatimaye katika huo uchunguzi postmortem ifanywe pia, iwekwe wazi kwa kila mtu ni nini kiliweza kuchukua maisha ya huyu mtoto anestesini. Mipango ya mazishi inaendelea kufanywa huku wanakijiji wakiwa bado wako katika hali ya mshtuko. Mamake mwenda zake alielezea jinsi alivyohangaika na bintie mahospitalini baada ya kisa cha kuadhibiwa kwa mwanawe na hatimaye mkasa wa kumpoteza. Shule ile siku ya Alhamisi ndo alienda, alivyorudi ile mchana akuja kulasima akaenda zake shule. Ilipofika jioni sasa ndo akasema na mwana kichwa ndo nikamuuliza kichwa umefanywaje? mbona wanasema mwana kichwa. Akasema nataka pesa tu mimi, nikanunua dawa, ndo dada yake akasema ni vile umegotwa na mwalimu. Kamwambia sa kama ni kugotwa, basi ndo iletee sababu. Ye mwenyewe akasema sio sababu hiyo, kwa sababu sikupigwa peke yangu, nilipigwa na wenzangu. Nikwambia ni sawa. sasa ile siku ya Ijumaa sasa ndo hali yake sasa ndo ikawa hawezi kichwa, ndo akabidi aende hospitali Gongoni. Sasa nilivyofika Vipingo kambwa niende naye Mtwapa kwa chifu, nilivyofika Mtwapa kwa chifu nikambwa niende Kilifi, ndo nikaenda Kilifi ndo akaanza matibabu sasa, lakini ilivyofikia siku ya Alhamisi ndo akafariki. Babake Anesti Tunje, aliyekuwa mwanafunzi wa darasa la nane katika shule hii ya msingi ya Gongoni, alisimulia kwa majonzi jinsi alivyotegemea kuja kutokea kwa ufanisi wa bintie huyo hasa katika michezo. Tegemeo langu msichana ilikuwa mwana sports, limeniathiri uh, sana. Hata bado temwini bado nasikia uchungu. Alikuwa ameniambia na, tuende nende nikakae na wazazi niongee nao, lakini nikuambia siwezi huyo sisi mwenyewe alikuenda mpaka hapo kanaambia, nenda mkakae na wazazi na head, head teacher na wao, wewe mwalimu uongee, nikashindwa, kwa sababu sitaweza kuvumilia. Baba wa watoto watatu anasema anatarajia uchunguzi unaofanywa utampa jibu kamili. Ni kisa ambacho kimemtamausha mbali na kumtia majonzi. Kwa ufupi, kule hospitali alipigwa picha, nikiambiwa ameumia kichwa zaidi ya mkono um, wa kushoto kusemekana kuna tiririka damu ndani ya kichwa huko mm, hospitali. Sasa nikashangaa pia nashindwa, ni huyu mtoto alipigwa na nani ama <coughs> pengine wawe amepata ajali akupata ajali? Madaktari walimpima wakasema, u mtoto ni awe afanya kupigwa, kwa sababu tumempima kila kitu ama pengine yale magonjwa ambayo na, yanaweza kuleta ugonjwa huu na mwanafunzi aliyekuwa darasa moja na mwenda zake tokea darasa la kwanza, pia alielezea jinsi mwenda zake alivyokuwa akifanya vyema katika masomo na michezo. Tabia zake ilikuwa ni nzuri sana. Wakati wa michezo awezi kupitwa, kama ni mbio lazima atashinda, na pia wakati wa masomo kuna bidii, kama kila kipatiwa kazi lazima atafanya. Hakuna siku ambayo atakosa shule, kila siku lazima atafika na pia hana mambo ya kupiga piga na wenzake wala mambo ya kosana kosana na wenzake katika shule hii ya msingi ya Gongoni, tulionyeshwa darasa lake na wanafunzi wenzake wanaoishi hapo karibu. Hili ndilo lilokuwa dawati lake, na wenzake walielezea masaibu yaliyowafika alikuwa. Tumeulizwa swali sasa, alikuwa hajui, ndo tukitolewa pale nje, tukipigishwa magoti lifanya vile. Sasa tukio kiambwa, tukaingia ndani, wagotwa wanadai kila mmoja wao aliadhibiwa kwa kupigwa ngoto baada ya kukosa jibu la swali waliloulizwa. Ndipo mahali ambapo mwenda zake alifikwa na masaibu aliyoyapata na kupelekea maafa, ambapo wanafunzi waliambiwa wasimame hapa na kuulizwa swali na anayekosa anapata ngoto. Amewaacha wengi na majonzi na maswali mengi yasiyokuwa na majibu. Nikiripotia Coco FM